Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani, na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Kwa kuomba, e Bwana, mpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele Amen. Baba yetu.

Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Twatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya.